Unayoona haikufai wala haikustahili katika maisha yako, na wewe mwenyewe unayoona hauipendi, hauitaki, hauijali, haina umuhimu katika maisha yako, vyovyote vile, wowote wale, unayoona haifani na wewe katika maisha yako, unayoona wala hiyo sio yako wala sio ya maisha yako, unayotaka kuvunja vunja, unayotaka kuharibu haribu, unayotaka kutupa tupa, unayotaka kumwaga mwaga, ila ila ambayo Mungu unaona amekupatia kwa maisha yako, amekupatia wewe iwe yako usitupe maana hautaipata kama hiyo, ambayo Mungu amekupatia, alichagua kwa sababu yako, aliangalia kwa zote nzuri, akaona inakufaa hiyo. Usivunje, usiharibu, usitupe, usimwage, maana ambayo Mungu amekupatia, hata utafute wapi, hata uende wapi hauwezi pata kama hiyo, hauwezi ambayo uko nayo katika maisha yako, ambayo uko nayo wewe mwenyewe, ambayo Mungu amekupa, usiharibu. Hakuna kama hiyo, hakuna. Kuna mengi sana, mengi sana yanaweza tokea yaonekane inafanana inafanana na yenye uko nayo wakati ambapo unachukua kamwe haina uzuri kama ambayo Mungu aliyekupatia haina dhamani haina umuhimu haina upendezo upendeza ambayo kama yenye Mungu alikupatia hakuna kamwe hailingani kamwe haifanani kuna ile tu ambayo inaweza kuwa inafanana. Ukichukua, hakuna ile iliyo ndani ambayo Mungu alikupatia, utakuta iko ndani. Tunza ichunge ambayo Mungu amekupatia, vitu zote mambo yote wote. Kuna yale ambayo huwa yanatokea kwa wingi kwa wingi sana mtu ashikapo kwa mkono yake, unaweza kuta yengine ni nyepesi, yengine ni mzito, yengine ni ya kutoka rangi, yengine ni ya kushika rangi, yengine ni ya kuharibika haraka, yengine si ya kuharibika haraka, yengine ni ya kuvunjika, yengine si ya kuvunjika. Sasa ulicho nacho ambayo Mungu amekupatia usivunje, usiharibu, usitupe, tafuta jinsi ya kuitunza tafuta jinsi ya kuwatunza, maana kuna mengi sana mengi sana ambayo Mungu anapea mwanadamu. Hailingani, hailinganishwi, haifananishwi wala haifanani.